Ndio mchezo, malengo ya Yanga ni hivi, ni kukusanya vikombe kuwa navyo. Sharadib mabingwa tulikuwa sisi, ndio sasa tunagombea tena kurudisha kombe letu nyumbani, ili idadi ikamilike sawa sawa, kwamba mabingwa wa ligi ya bara, mabingwa wa sharadib bibenki. Ili sasa kilichobakia tunaachia uongozi wanajua wataandaa kikosi imara zaidi. Pamoja na uimara tulokuwa nao pale, kuna mapungufu mwalimu atapohitaji, viongozi watajaza pale, ili kauli mbiu daima mbele mtusonge mbele lakini kubwa ni waombe basi, kwa wale wanachama walipie ada kadi zao, arufu shinaneo, unachangia Yanga ndio hii, inatupa furaha, na wale waliokuwa wapenzi wawe wanachama au wazidi kujitokeza viwanjani

kakumalizia ndionakamne kwenye ya mm. E, ambayo ambao mm. ni waombe e, tu mm. wanayanga, tujitokeze kwa wingi uwanja wa Amani mm. tukajaze uwanja, timu yetu ipo mm. Singida, tunawajua ni timu ngumu mm kweli tumeshinda mechi zote, lakini timu ngumu, kwa maana umakini unatakiwa, lakini wachezaji wetu wanalijua hilo. Jukumu letu zi kujaza uwanja ndio kuwashangilia. Mimi naamini inshallah, kombe litakuja, lakini tusije tukabweteka msimu unaokuja, na maana utakuwa mgumu kupita huu. Kwa hiyo naomba wana yanga wote mshikamano ulionyesha mwaka huu na msimu unaokuja, tukifanya hivi basi yanga itapiga hatua zaidi.